Deo Mwanyika anaangalia sana kipaumbele kwa wananchi. Tunaangalia kazi zake anazozifanya mpaka leo kufikiria Block X kutengeneza barabara ameangalia mbali sana, lakini mimi binafsi niseme, nimefurahiwa na unyenyekevu wake na moyo wa kujitoa kuwa karibu na wananchi. Ni mbunge ambaye yuko karibu na wananchi, na huwezi kumwogopa kumfikia. Yuko ya, yuko na wananchi. Tofauti na wabunge wengine, mpaka umfikie inakuwa ni kazi. Yeye amekuwa ni mtu wa kujitoa kila wakati. Kipindi chake cha miaka hii mitano yote amekuwa akishughulika na shughuli za wananchi. Kwa hiyo muda wote wa kipindi chake wa uongozi wake amekuwa akifanya vitu vingi sana ambavyo vinaonekana. Kwanza nikutana naye ntampongeza kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa miaka hii mitano inayoishia sasa, lakini pili nitamshauri kama hakuwa na nia ya kugombea, nitamshauri agombee, na tatu nitamwambia kwamba wananchi tuko pamoja naye, akigombea tutamuunga mkono. Naitwa Imelda Lamsoni Kilumile, naishi block X. Kweli tunashukuru sana kwa mbunge wetu Deo Mwanyika kwa kazi aliyoifanya block X kutengeneza barabara, ameangalia mbali sana. Huku ni sehemu moja iliyokuwa imefichwa kama tuko polini, lakini saa hizi ni sehemu inaonyesha uwazi wa nyumba na mitaa na watu wake. Na hata kugombea, tunaomba agombee, achukue fomu ya ugombea ubunge. Sisi tuko tayari wananchi kumchagua kwa nguvu na apite miaka mitano tena. Tunaitwa Betha Winfried Mwalongo, mimi ni mkazi wa Bloku X mtaa wa Kambarage. Nashukuru sana mheshimiwa mbunge wetu wa Njombe Deo Mwanyika kwa kutuona kwamba watu wa Blok X tuna uhitaji wa barabara barabara za mtaa wetu zilikuwa hazijafunguliwa lakini kwa sasa barabara zetu zimefunguliwa kupitia greda la mheshimiwa Mwanyika tunamshukuru na kumpongeza sana kwa sababu ilikuwa ni hamu ya wananchi wa Blok X kupata barabara hizi za mtaa tulikuwa tunapata wakati mgumu kupitisha magari yetu kupitisha usafiri wa bodaboda bajaji lakini kwa sasa nafikiri itakuwa kila mtu ana uwezo wa kufika salama nyumbani kwake kupitia vyombo vyetu vya usafiri. Jina langu naitwa Yoram Festo Mselela, mkazi wa Block X mtaa wa Kambarage. Nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Njombe Mjini, Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, kwa kufungua barabara hizi. Ilikuwa ni kiu yetu ya muda mrefu kuona kwamba barabara hizi zinafunguliwa lakini sasa imetokea na imekuwa tunampongeza sana. E, ufunguaji wa barabara hizi utasaidia maendeleo kwa kiasi kikubwa. Kwanza tutaweza kufika kwenye shughuli za uzalishaji mali kwa mapema zaidi na kwa harusi zaidi. Aidha, magari kwa mfano hata ya wanafunzi yanaweza yakapita hata kwenye barabara ndani ya eneo letu sasa, maana awali yalikuwa anapita tu kwenye barabara kuu ya pembezoni ya uwanja pembe wa ndege kwa hiyo yatarahisisha. Faida kubwa ya haraka ni kurahisisha maendeleo, kwamba mtu atafika kazini mapema, wanafunzi watawahi shuleni mapema, kwa sababu hakutakuwa na changamoto tuwa. Mchungaji Michael Mbogela e, mkazi wa Njombe, eneo hili la Block X. Nikikutana na mbunge nitakachoweza kumwambia ni, ni kwamba la kwanza ni kumshukuru, kumshukuru kwa kazi ambazo zenyewe zinajitangaza, kumshukuru kwa kazi hizo ambazo amezifanya tena amezifanya kwa moyo mkunjufu, yaani ni uzalendo kweli. Kama anavyosema Njombe mpya dira mpya, ni kweli tunaona mabadiliko ni makubwa mengi. Kwa cha kwanza ni kumshukuru, cha pili moyo huo uendelee. Na tumeona moyo huo ukifanya, akifanya kazi hizo si kwa sababu tu uh, labda pengine sema kwa sababu uchaguzi umekaribia. Hapana, hata tangu mwanzoni alivyoanza ameanza vizuri, ameendelea vizuri. Tunamwombea aendelee na kazi hiyo hiyo anaendelea vizuri hivyo hivyo na moyo huo wa uzalendo kwa ajili ya kuijenga Njombe na taifa zima la Tanzania. Kwa majina naitwa Andreas Tobias Mahali, Katibu wa Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini. E, Mheshimiwa mbunge Deodatus Philip Mwanyika amekuwa na utaratibu wa kutoa greda lake ambao ni mtambo kwa ajili ya zoezi zima la ufunguzi wa barabara. Ikumbukwe mwaka jana, mwaka 2024, Mheshimiwa Deo Mwanyika alitoa greda lake kwa ajili ya ufunguzi wa barabara katika kata ya Mji Mwema pamoja na kata ya Njombe mjini, jumla ya kilomita 16.6 16, 16, zilifunguliwa kwa, kwa maana ya kwa kuwasogezea huduma wananchi, barabara zote zinafikika mpaka kwenye makazi ya watu. Lakini vilevile mwaka huu 2025, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika pia ametoa greda ambalo ta, eh, tangu wiki iliyopita tangu tarehe 18 ilianza lilianza zoezi la ufunguzi wa barabara katika mtaa wa Kibena, jumla ya kilomita 3.5 zimefunguliwa katika mtaa wa Kibena. Yote hii ni kwa ajili ya kusaidia kuboresha miundombinu ambayo inaelekea kwenye makazi ya watu. Kuna maeneo ambayo yamekuwa ni changamoto sana kuwafikia wananchi, lakini kutokana na ubovu wa barabara, lakini mheshimiwa mbunge ametoa greda kwa ajili ya kwakikisha zinachimbwa hizo barabara na wananchi wanafikiwa kiurahisi, lakini na sasa leo tuko mtaa wa e, mtaa wa Kambarage. Wa Kambarage ni mtaa mkubwa sana na una makazi, barabara nyingi sana kwa ajili ya kuwafikia wananchi e, na katika mtaa wa Kambarage au katika kata hii ya Njombe Mjini, tukijumlisha pamoja na Kibena, jumla ya kilomita 10.3 zitafunguliwa barabara kwa mwaka huu. Huu ni upendo wa kipekee sana ambao mheshimiwa mbunge anaufanya kwa wananchi wake. si kwamba, we, wapo watakao tafsiri kwamba ni sehemu ya kampeni kwa dhamira ya mheshimiwa Deo Mwanyika katika kuwaletea maendeleo Wananjombe. Hii sio kampeni kwake, bali ni dhamira yake ya kipekee kuwafikia wananchi kwa maana kwamba kuwasogezea huduma kwa maana ya yani miundombinu na mambo mengine. Toka mwaka jana barabara zilivyofunguliwa kuna baadhi ya barabara tayari zimeshaingia kwenye mfumo wa TARURA na TARURA wameshaanza kuzifanyia kazi kwa maana kwamba kuziwekea kifusi. Tuna mfano mzuri tu, tuna barabara pale ya NBC tayari imeshawekwa kwenye, kwenye ule mpango imeshawekwa kifusi na watu wa TARURA na ni imani ya mheshimiwa mbunge kwamba na hizi barabara zingine ambazo zimefunguliwa na yeye watu wa TARURA wataziweka kwenye, kwenye mpango kazi, zitaendelea kuboreshwa ili kuwafikishia huduma wananchi vizuri.